Tuangalie habari za kimataifa. Tuanze na tanzia nguli na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil aliyeongoza timu hiyo kutwaa kombe la dunia la mwaka 1970 Carlos Alberto amefariki dunia huko Rio de Janeiro kwa tatizo la mshtuko wa moyo. Enzi za uhai wake alikuwa akicheza nafasi ya mlinzi wa kulia na alikuwa moja ya nguzo muhimu kwenye kikosi hicho kilichotwaa taji la dunia pamoja na wachezaji wengine kadhaa kama vile Pele, Jairzinho, Tostao, Rivelino. Katika michuano hiyo alifunga goli kwenye mchezo wa fainali dhidi ya Italia, goli ambalo linasemekana ilikuwa goli bora kwenye michuano hiyo. Pia alijumuishwa kwenye kikosi cha wachezaji bora wa karne ya 20 na kutajwa kwenye kikosi cha FIFA cha wachezaji 100 waliowahi kufanya vizuri. Hiyo ilikuwa mwaka 2004. Enza wa wake Carlos Alberto alichezea timu taifa ya Brazil mara 53, na, na alitoa ubingwa wa Brazil na timu za Fluminense, Santos na Flamingo, na alimaliza kucheza soka la ushindani huko Amerika ya Kaskazini na baadaye kuhamia kwenye ukocha ambapo walifundisha timu kumi na tatu na timu mbili za taifa ambazo Oman na Uzbekistan naliachana na kazi hiyo ya ukocha mwaka elfu mbili na tano. Apumzike kwa amani Carlos Alberto. Tuelekee nchini Hispania. Shirikisho la soka la nchini Hispania limepigwa faini ya paundi laki moja themanini elfu mia tisa arobaini na shirikisho la soka la dunia FIFA kwa kosa la kuruhusu timu mbili za Real Madrid na Atletico Madrid kusajili wachezaji wenye umri mdogo. Tayari Real Madrid na Atletico Madrid zimefungiwa kutosajili wachezaji, kusajili mchezaji yoyote kwenye misimu miwili ya usajili kwa kosa hilo, na tayari zilishashindwa kwenye kesi zake za kupinga adhabu hiyo kutokana na kosa hilo FIFA limeipa muda wa miezi sita shirikisho la soka la Hispania kuangalia upya mfumo wake wa usajili, hasa kipengele kinachohusu usajili wa wachezaji wenye umri chini ya miaka kumi na nane toka nje ya nchi hiyo. Kwa sasa timu hizo mbili za mji mmoja za Real Madrid na Atletico Madrid haziruhusiwi kufanya usajili wowote wa e, wachezaji hadi kwenye msimu wa dirisha dogo la usajili e, wa Januari elfu mbili na kumi na nane. Tumalizia kwenye riadha. Shirikisho la riadha la dunia IAAF limekataa kufanya uchunguzi kuhusu tuhuma kuwa kulikuwa na mambo ya rushwa kwenye kupata nchi ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwakani F 2017. mashindano hayo yanafanyika jijini London nchini Uingereza, lakini mapema mwaka huu mwenyekiti wa chama cha riadha cha Uingereza Ed Warner alidai kuwa kigogo mmoja wa IAAF alimwambia kuwa nchi ya Katari ilikuwa tayari kutoa mlungula wakati wa kuomba kuandaa mashindano hayo iliyofanyika mwaka elfu mbili na kumi na moja. Edwona akaendelea kudai kuwa moja ya watu waliokuwa wakisuka mpango huo ni mwenyekiti wa IAF kwa sasa, Lord Cole, ila mwenyewe amepinga, na IAF imeibuka na kusema hakuna ushahidi wowote wa kwenye suala hilo na hawatolichunguza ng'o. <laughs>